Rais William Ruto amesema serikali itagawa miche bilioni mbili ya miti katika azma ya kupiga jeki mpango madhubuti wa upanzi wa miti bilioni 15 ifikapo mwaka 2032. Ili kuafikia maono haya, rais alitangaza kwamba shirika la utunzi wa miti nchini KFS itashirikiana na huduma ya vijana wa taifa NYS kwa kuwatumia maafisa elfu 15 kupanua vitalu 317 vya miche kwenye misitu mbalimbali mbali kote nchini. Kiongozi wa taifa vilevile alisisitiza ya kutotegemea kilimo kinachokuzwa kwa mvua na kukumbatia kile cha unyunyiziaji mashamba maji ili kuafikia kikamilifu uwezo wa sekta ya kilimo nchini. Hello. Hello. Kwenye ikulu ya Nairobi leo asubuhi, kiongozi wa taifa akiwa ameandamana na mama wa taifa Rachel Ruto waliungana na wanafunzi wa shule ya msingi ya Statehouse katika shughuli ya upanzi wa miti kama ishara ya maadhimisho ya siku kuu ya mazingira katika kile kinachokisiwa kuwa jeki kwa mpango mahususi wa upanzi wa miti bilioni 15 kufikia mwaka elfu mbili thelathini na mbili. Rais William Ruto alisema vitalu pana 17 vya miche vitaanzishwa katika maeneo mbalimbali mbali kote nchini huku serikali ikikumbatia mbinu ya kushirikisha vitengo mbalimbali mbali, kwa kuwaleta pamoja wadau mbalimbali ili waweze kupiga jeki uzalishaji wa miche itakayojumuisha mitunda500

Kiongozi wa taifa alikariri kwamba mpango wa kupanda mitunda zaidi unanuiwa kuimarisha utoshelevu wa chakula nchini pamoja na kubuni fursa za kuuza mazao ughaibuni, uboreshaji wa thamani ya mazao ya kilimo, nafasi za ajira na ukwasi. This We, we Ili taifa hili lipanue ardhi zinazonyunyuziwa maji, Rais Ruto alisisitiza haja ya kuwekeza katika ujenzi wa miundo mbinu bora katika azma ya kupiga jeki uhifadhi wa maji ukiwemo ujenzi wa mabwawa. Haya yanajiri huku akitoa hakikisho kwamba serikali imeimarisha juhudi za upanzi wa miti katika misitu yote iliyosambaratishwa kote nchini. For it is important for us to engage in this environmental exercise as part of making sure that we have rain we have water so that we can store that water we can harvest that water and we can use it for irrigation we can produce enough food for ourselves and products for us to export to all the markets that we have. Opicho Chemtai, Darubini Weekendi.